Kutoka London, hii ni Swahili Voice exclusive. Nam uh, Bi Prudensia, wewe ni kama nani katika mamlaka ya mapato hapo nchini Uingereza? Uh, kwa sasa mimi ni naibu mkurugenzi wa mamlaka ya mapato hapa uh, nchini Uingereza, na kitengo changu tunashughulikia, tuna zile biashara kubwa, tunaita large businesses. Kwa hiyo ndo ao tunakuwa tunashughulikia watu uh, nam kawaida nafasi ambayo umefikia wewe si rahisi hem. Tueleze e, safari yako ya tajiriba mpaka ukafikia katika, katika nafasi hiyo hivi sasa e, oh. ilikuwaje kuwaje? kwa kweli kwa kweli kwanza, sikuanza hapa, so kama unavyoelewa, nimekuja hapa nchini Uingereza nikiwa na miaka kumi na nane. Kwa hiyo nilivyofika hapa nchini Uingereza nikasoma nikaanza masomo yangu kusoma A levels nakuja kusoma digrii. Nilivyomaliza digrii, katika kipindi hicho, hiyo miaka ya tisini, ilikuwa ukitaka ku kufanya kazi cha kwanza unatafuta kazi, ukishapata kazi, unatakiwa uende, inaitwa job center, unaenda kwenye mamlaka fulani, unaomba national insurance number. National insurance number ni ile namba wanaokupa, ambayo inakuambia kwa sasa unaruhusiwa kufanya kazi. Kwa hiyo nilichofanya, nikatafuta kazi nikapata kazi ya dukani tu, ya kuuza kwenye duka moja kubwa hapa nchini Uingereza. Kwa nikapata kazi ya kuwa kama kashia, nitakuwa nauza ile duka. Kwa hiyo nilipopata ile kazi nikaenda kwenye hiyo mamlaka, kwenda kuomba hiyo national insurance number lakini nilivyoenda pale nikakutana na huyo baba mzungu nikamwambia kuwa nimekuja kuomba national insurance number. Yule baba akaniuliza ni kazi gani prudens ya ni umepata? Nikamwambia nimepata kazi katika kama kashia kwenye hili duka. Akanambia, ujue nini? hizi kazi sio za watu kama nyie. Watu kama nyie mnatakiwa mtafute kazi za kulea mabibi au za kusafisha. Kwa hiyo hii kazi, kazi io ya mabibi nilifanya usiku mmoja tu Nilifanya siku hiyo, nilivoamka asubuhi sikurudi tena, hata kulipwa sikulipwa. Kwa hiyo kiukweli, ile kazi niliichukua kwa ajili nipate ile national insurance number, na nilivopata tu nikatafuta kazi ambayo ninaipenda. Kwa hiyo nikaanza kazi hapa HMRC. Kwa hiyo ilikuwa kipindi kile, ilikuwa mwaka 2005 siku nilo join hapa, na kazi yangu ya kwanza ilikuwa ni kufunga bahasha, unajua zile brown zile bahasha za brown ambazo watu mna receive mnapata kutoka HMRC, ndio Wakazi yangu nachukua barua naingiza pale kwenye bahasha nafunga, nachukua barua nafunga. Lakini ilichosaidia nilivyokuwa nafunga zile barua kwa usiku, tulikuwa tunaambiwa tufunge kama ufunge barua 300 ila mimi nikawa nafunga zaidi ya 900 Nikaanza kufungua zile barua zenyewe na zisoma, nikiona zimekosewa, na zirekebisha na mrudishia ule mtu aliandika barua, yani it nimekuwa labda mnapewa namba ishirini. Mimi nachofanya baada ya kufanya ishirini nafanya hamsini kwao. Bado baada ya miezi sita tena nikapandishwa cheo, nikawa meneja wa wale watu wanaoandika barua zile, kwao. Nilikuwa baada kama miaka miwili hivi nilipandishwa vyeo mara mbili, kwa hiyo nikafanya, nikafanya. Kwao kuku speed up nimefanya mimi kazi hapa, nilipoanza nimeanza ngazi ya chini kabisa kwao, kuanzia huo mwaka mpaka sasa hivi nadhani nimepata promotion kama saba, kwa hiyo ndo utajua jinsi nilivyopanda ngazi ngazi na ku, kwao mi kazi yangu ilikuwa ya kwanza ni ile ndogo kabisa hapa. Kwa hiyo kikulikuli, ninachoamini kazi yote mtu unayoifanya hata kama ni ndogo, fanya kwa bidii na fanya kwa nguvu zako zote. Asante sana, lakini bado nimevutiwa ni sana na, na ile kile kisa cha kwamba kazi hii si kwa ajili yako wewe yeah. Mzungu huyu alikuwa na maana gani? maanake kikawaida kawaida hatuelewi kwamba wewe hii sio kazi yako, kazi ya kuwakeshia na na matokeo yake ukasafishe vibibi au nini yeah. Alikuwa na maana gani hasa? Mimi nadhani ni ubaguzi kwa kweli, kwa sababu kitu alichokuwa anajua, kwa sababu nilienda na pasipoti yangu ya Tanzania alafu nikaenda namuona huyu mtoto anaongea na accent yake ya Kiafrika maybe mebi ya Kitanzania na niona ni mtu mweusi, lakini kwake yeye akaniona mimi kweli siruhusiwi kufanya kazi katika duka. Alafu ukifikiria ni kwamba wale wenye duka walinifanyia interview akaniona mimi nafaa, lakini ule mzungu alikataa kabisa. Ambia, no hizi kazi sio za kwenu, ni watu kama nyinyi mnatakiwa mfanye kazi hizo za kusafisha wabibi au kusafisha maeneo. Kwa hiyo hiyo ilikuwa ni ubaguzi, nadhani ni ubaguzi. Kuona kwa nini mtu mweusi aanze kufanya kazi dukani? Unafikiri kwamba moja ya vikwazo vinavyowakabili Waafrika wengi ni Uingereza? Uh, hii hi, hi, kinaweza kuwa ni sehemu ya kikwazo kwamba kuna ubaguzi wa kimfumo kwamba wewe kama mwafrika huwezi kufanya baadhi ya kazi je, unadhani unaliangaliaje? una, una, una kwa kweli hiyo ubaguzi bado upo ingawaje sasa, sasa hivi watu wanaelimika, watu wanaanza kuelewa, lakini ubaguzi bado upo. Kwa sababu mfano hapa HMRC ninapofanya kazi, mimi peke yangu nikiingia kwenye, jana tulikuwa na mkutano, tulikuwa viongozi mia mbili, katika viongozi mia mbili watu weusi tuko wawili. Sasa unafikiria watu mia moja tisini na nane wote ni wazungu na huyo mweusi mwingine ni mwanaume ambaye amezaliwa nikauliza jana viongozi nikawaambia, kwamba representation, kwa nini hatuna watu weusi katika hizi ngazi? Wahindi wapo kidogo, sasa wengine wanaanza sasa hivi kupanda, lakini weusi bado hapana. Tunapata shida kweli kufika katika hizi ngazi za juu, na mimi pia, ninachosikia kwa watu wengi sasa wanaofanya kazi hapa, mdogo wangu yuko hapa hapa, unatakiwa kwa mtu mweusi, ili uonekane unafanya kazi, ufanye kazi mara kumi zaidi, ili uonekane kuwa unafanya kitu, na kama nilivyokuelezea nilivyoanza mimi. Maisha, yani katika kote napofanya hata nilivyokuwa kama casework, anafanya hizi kazi kwenda ku, ku, ku, kukusanya mapato. Nilitakiwa mfano target yangu ilikuwa natakiwa niingize pound milioni kwa kila mtu natakiwa. Lakini mimi nilikuwa naingiza pound milioni ishirini, pound milioni thelathini kila, kila mwaka. Kwa hiyo vile vile ukiona wenzangu wazungu wanaingiza milioni moja, moja. Ikija mimi Mswahili naingiza milioni ishirini. Kwa hiyo hiyo kikolikole hawezi kusema waka, wasiione wana Iona kwa hiyo pale unatambulika kwamba huyu mtu anafanya kazi zaidi. Kwa hiyo wakaanza kuniomba niwafundishe, wafundishe wengine watakusanyaje wata hayo mapato. Lakini hivyo vyote mimi kwa kweli nahisi pia Mwenyezi Mungu. Yaani utafikiri Mwenyezi Mungu ananibariki kwa sababu mimi nikishika kesi enzi hizo. Yaani nikishika tu kesi najua kwamba hii nitaingiza milioni mbili, hii nitaingiza milioni tano. Kwa hiyo ukasema ni uwezo wangu. Mimi nadhani ni Mwenyezi Mungu ananisaidia. Lakini ubaguzi wa rangi hapa nchini Uingereza bado upo. Watu bado wana struggle kufika katika nyadhifa za juu. Lakini vingine nafikiria labda ni watu tunaozungukwa nao. Kwa sababu wakati mwingine utaona kwamba wenzako umeingia tu hapa nchini Uingereza, mtu anakwambia oh, kazi rahisi kupata ni za kulea wabibi au za kufanya kusafisha. Kweli ni kazi rahisi lakini, je, umeshatafuta ile kazi unayopenda? Unashangaa mtu amesoma degree ya sheria hapa, unamkuta analewa wazee. Sio kitu kibaya kama unalewa wazee, kwa sababu ile ni biashara yako. Lakini kama sio biashara yako, ulisoma ile degree ya sheria ili ukuje ulewa wazee? Kwa hiyo misa nyingine huwaga nawauliza, naweza nikimkuta tu mtu njiani, namwambia, okay, ulisoma nini? Ananiambia nilipata degree ya hapa kwa hio, ungependa kufanya nini? Kama akiniambia napenda kulea wazee kwa sababu ni wito, anapenda sawa. Lakini kama anafanya kwa sababu anahisi hiyo ndo kazi rahisi kuipata, lazima nitamwambia hapana, twende tukatafute kazi nyingine. Kwa hio unasaidia sana kumshauri mtu, hebu angalia upande mwingine. Ndio unaweza ukafeli, haimaanishi ukitafuta kazi ya kwanza utapata, unaweza ukafeli, lakini usikate tamaa. Kuna siku kazi yako, Mwenyezi Mungu atasaidia, utaipata. Kwa hio, uwaga nawashauri kabisa, ukiapply mara ya kwanza usipopata ile kazi, endelea kuapply kwa hio sasa, ingine wengine sisi watu weusi pia tunaweza tukawa, wanasema our own enemies. Ni adui zetu wenyewe kwa sababu umekuja hapa nchini, umekuta wengi wanafanya kazi za care, wanasafisha, unahisi na mimi ndo natakuwa nifanye kazi hiyo, kumbe ambao sio kweli. Hizi kazi zinapatikana, ni challenge lakini zinapatikana. Kwa sababu naamini sasa sisi wa Tanzania tuna akili, tuna uwezo. Kuna watu wengine ambao na wamanage wazungu, na muangalia na muambia ni Mtanzania hapa, hata wa form four angefanya na na wa hii kazi, kwa hiyo kitu kinawezekana pia. Asante, tunazo taarifa kuhusu historia yako kwamba wewe si mtoto wa kichochole. Yani, wewe kwa ufupi asili yako ni mtoto wa kishua. Hebu tueleze hasa asili yako Tanzania, umetokana na familia ya aina gani na, na kipi kimekusukuma kuondoka Tanzania licha ya kwamba inasemekana, sina uhakika kwamba wewe ni mtoto wa kishua. Kikweli kweli uh... Ndio naweza nikawa mtoto wa kishua lakini sasa sijui kama ni rahisi ya baba ya, yangu kipindi hicho mzee Paulo Kimiti amewahi kuwa mkoa mkoa, kwa hiyo tumekaa aliwahi kuwa mkoa, mkoa, mkoa wa Kilimanjaro. Kwayo, kwa hiyo mimi kwa kweli nimekulia sana Moshi, nimesoma chuo cha ushirika Moshi, hiyo ilikuwa nasari, nikasoma primary, nikasoma shule ya msingi Kibo. Kwa hiyo nimesoma shule ya msingi Kibo. Baada ya hapo baba akahamishiwa Bukoba akawa mkuu wa mkoa Kagera, kwa hiyo na mimi ni kahamia Bukoba pia nikasoma rumuli pale shule ya msingi, na nilifaulu nikachaguliwa kwenda Bukoba sekondari, lakini kwa sababu nilikuwa napenda penda Moshi sikuenda Bukoba sekondari, nikarudi Weruweru. Kwa hiyo mimi ikija kwenye Tanzania nimekaa pale, ndio babangu alikuwa na katika ile nyadhifa, nadhani siwezi kusema nimefika hapa bila kumsaada baba yangu. Ni baba ndio amesaidia, alikuwa na ile nyadhifa, kwa hiyo ikawa rahisi pale kuwepo kufika hapa nilipo, lakini vile vile baba amenifundisha, kwamba wazazi wangu wamenifundisha hata kama uko katika nyadhifa ya juu, unamheshimu kila mtu, unafanya kila mtu, una unakuta una una treat kila mtu sawa

Waivu. Kwa hiyo tukienda kwenye form 4. Nilivomaliza tu form 4 nikafeli. Kwa hiyo nilivofeli, uh, nilipata uwezo kamili, nilipata nadhani division 4. Nilifaulu masomo mawili tu. Kiingereza na, na, eh, hesabu. Ndio masomo niliyofaulu. Kwa hiyo yote nilifeli, hadi Kiswahili nilifeli. Kwa hiyo baba akaniuliza, kwa hiyo unataka kufanya nini? Nikamwambia sitaki kurudia mtihani wa form 4. Kwa hiyo mimi naomba nipeleke nchini Uingereza nikasome. Kwa hiyo ikawa enzi hizo nilikuwa na binamu yangu yuko hapa Cardiff. Kwa hiyo nikaja Uingereza nika nikaanza masomo eti, huwezi kuamini, nimefeli form four Tanzania Tanzania Tanzania, hapa hapa, Uingereza Uingereza Uingereza, nikaanza kufanya shule A levels, ni ni katika watu watano waliofaulu kwa kwa kwa kwa marks za juu, nikawa mmoja. Sasa nyingine ninafikiria, ina maana Tanzania sikuwa na na na akili, kwa nini Uingereza? Ni kwa nini nimefaulu? Hata sijui sijui, mimi mimi mimi sije kufeli tena hapo, ama kuna shida ya mitihani yetu, si nadhani na, na, mwalimu anataka umkremeshie, na mimi ni ule mtu ambaye na tunakuja na think outside the box tunafikiria, yeah. nje. Kwa hiyo nikija hapa, tukata shuleni ehe, yeah. Kwa hiyo mimi nadhani hiyo akili ilivyokuja Uingereza ikakubalika. Kwa hiyo mimi sije ku kufe... yani, nimefeli Tanzania lakini Uingereza sijafeli tena. Kwa hiyo na... labda tujaribu, watu wajaribu, wale wana feli Tanzania waje jaribu mitihani ya huko <laughs> inafurahisha sana kwa kweli ua, yeah. Wapenzi watazamaji wetu, huyo ni Bi Prudence ya Kimiti mtoto wa Kishua kama watu wengi wanavyosema, babake ali, aliwahi kushika nadhifa mbalimbali katika serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akiwa kama mkuu wa mkoa na baadaye alikuwa waziri. Alikuwa diyo, waziri pia, lakini uh, alipokuwa waziri mimi nikawa nimeshakuja hapa Uingereza. Enzi hizo waziri eh, wa waziri wa kilimo, mimi nilikuwa nimeshakuja huko tayari. Waziri wa kilimo ndiyo alifanya mitihani kama alivyoeleza, alifanya mitihani ya form 4 na akazungusha kabisa, akawa ameanguka vibaya sana lakini alipokwenda Uingereza alikuwa mtu mwingine kabisa, alikuwa miongoni mwa wanafunzi bora kabisa. Sasa, ni, ni, ni kisa cha kutafakarisha sana, na yaliyomkuta huko ni kama haya. Mtangazaji wako hapa studio ni mimi Yusuf Bond wa Swahili Voice na nilikuwa naye leo Bi Prudensia Kimiti, naibu mkurugenzi wa mamlaka ya mapato nchini Uingereza HMRC ambaye amepambana kwelikweli. Bila shaka, utakuwa umepata kidogo cha kujifunza kutoka kwa dada huyu Mtanzania asili ambaye sasa anaishi Uingereza na ni meneja kule katika TRA. Kutoka London, hii ni Swahili Voice exclusive.